Wachezaji ambao wanahitaji hii michuano ya mapinduzi zaidi, inaweza kawa ni michuano ya kwenda kunyanyua viwango vya vi wachezaji gani? Kwanza, kama kuna mchezaji anawaza mapinduzi ndio mashindano yake mm. au michuano yake, atakuwa bado ni mchezaji mdogo sana mm. <laughs> mchezaji ambaye anacheza kwenye hizi timu ambazo zina uwezo mkubwa e, wa kiuchumi wa kiushindani, ndio e, Azam Yanga Simba na Saibu wameingia kwenye hilo kundi Singida mm. uh, Black Stars e, akiwaza kwamba mapinduzi ni sehemu ya kwenda kunyanyua kiwango atakuwa haitendei haki klabu yake ndio. Ila katika uhalisia wa kutengeneza timu e, kwa watu ambao wamepitia kwenye nafasi ya kufanya kazi ya, ya ukocha wanaweza wakaelewa kwamba sio rahisi kutumia wachezaji wote ambao wanawasajili mm. Inawezekana ukasajili wachezaji ambao madaraja yao yanakaribiana au yanafanana mm. lakini katika matumizi ya wachezaji, kuna vitu vingi vinafanya mtu aweze kuwatumia wachezaji mm. cha kwanza, unaangalia hilo daraja ambayo tumekuwa tunalizungumza. Hakuna mwalimu yoyote ambaye anaweza kumweka mchezaji ambaye anaweza kumpa matokeo chanya akamweka nje, sio rahisi. Yaani kama una mshambuliaji ambaye anakupa magoli alafu, nasema mimi tu kwa mapendeleo yangu, nimeamua kumweka Mohamed Simbaranga nje kwa sababu si mpendi, tutakuwa na changamoto zako binafsi mu mm -hmm. kujifilisha wewe mwenye. Mwenye. Lakini cha pili unaangalia ile mental toughness. ule ule uimara wa kiakili wa mm mchezaji -hmm. kushiriki mashindano au kushiriki msimu mm -hmm, akaendelea kuwa na mwendelezo ule ule au mwendelezo unaokuwa na na kukomaa. Hiko ni kitu kingine ambacho walimu pia wanakitazama wana kwa hiyo unapoona timu imesajili kwa mfano picha ya wa washabiki wengi na watu wengi kwenye klabu hasa kwa mfano kwenye uongozi wa vilabu mm, ambao wao wanashughulikia zaidi masuala ya kiuongozi hawa, wanaweza wasing'amue sana ili jambo la kiufundi mm, kwamba unaposajili wachezaji unaona kama unaweza kuwatumia wote mm, lakini watakaofanya wachezaji wa watumike au wasitumike sio tu mwalimu ni wachezaji wenyewe. Leo mimi nitakupa mfano mdogo mm -hmm. E, kuna wakati tulikuwa tunamzungumza Shomari Kapombe wa Simba mm -hmm. anaweza kakaa benchi akija, unaona unasema, mbona kama alikuwa anacheza mm -hmm. si ndio? hata akaumia kama miezi sita, kama miezi sita, anacheza mwangalia mm -hmm. mchezaji kama mm, mm, mm, e, Zidane Sereri mm -hmm. amekuanza BFC kakaa nje kwa muda mrefu kidogo kwa, kwa, kwa majeraha, lakini akiingia unaona anakupa kwenye akili yani, ile ari yake ya ushindani nabakia vile vile. Mwili unaweza kukatalia kidogo mm. Lakini akili inafanyaje? Inataka unategemea kuona the same kwa mchezaji kama Adolf Mtasinga mm. Na, na utashangaa jinsi ambavyo unajiuliza, alikuwa akakaa benchi alikuwa anauma kweli au alikuwa, kitu gani kimetokea? Hiyo ni matokeo ya utambuzi wa mchezaji mwenyewe mm. Yani, anapojiona kwamba mimi sasa hivi, sina, sipati nafasi, anajiandaaje kuwa bora muda wote hata kama hapati nafasi, nafasi ya kucheza. Kwa hiyo e, la kwanza wachezaji kama wapo wa namna hiyo na wako ndani ya hivyo vilabu, pengine watakuwa hawastahili kucheza kwenye hivyo vilabu, kwa sababu hivyo ni vilabu vikubwa ambayo vinahitaji e, ni kama unaenda kwenye hoteli ya kitalii alafu unatarajia mpishi wa pale anajifunza kupika, itakuwa jambo la ajabu sio? Ya lazima mtu kimtajia bwana nataka chakula hiki kichwani kwa kikiwepo akienda jikoni na kuletea. Na wewe kila unasema yes, hiki kitu mtu anakifahamu. Kwa hiyo kwa wachezaji sidhani kama kinahitaji kitu cha namna hiyo. Lakini kwenye uhalisia wa mzunguko wa kutumia wachezaji hapo kuna faida ya kuweza kutumia mashindano kama kama hayo hmm, kwa sababu e, wale ambao walikuwa wanatamani kuthibitisha lakini mwalimu hawezi akatoa kitu cha uhatari kuriski kwenda kuwapa mechi ya kimashindano wakati tayari ana shape ya kikosi ambacho anakitaka, hajawapa hiyo nafasi. Hata kama wao walikuwa wako tayari, wanaweza kwenda kumthibitishia mwalimu kwenye mashindano kama hayo, kwa sababu yanakuwa hayana pressure kwenye alama za mwalimu, ingawa yana pressure kwenye kumbukumbu -kumbu, na record za, za timu. Kwa hiyo inaweza ikatumika hiyo nafasi na akapata hiyo nafasi mchezaji na akaenda akafanya kitu au akakupa